karibu mpenzi mtazamaji katika chuo cha Tabora Polytechnic ambapo ni chuo ambacho kuna kozi mbalimbali kwa kozi zaidi ya kozi saba hadi kumi, kumi na moja ambapo kuna kozi mbalimbali kuna kozi ya uandishi wa habari kuna kozi ya farmasi kuna kozi ya ICT na kozi nyingi nyingi ambazo ziko hapa katika chuo cha Tabora Polytechnic ambapo leo nimekitapa kambi kwa ajili ya kuja kuangalia mandhari ya hiki chuo ambacho kinafundisha na kinaonekana kinafaulisha kina kwa weledi mkuu, na wanafundisha vitu mbalimbali ambavyo wanafunzi hapa wanaweza kujiajiri wenyewe na kufanya mambo yenyewe ambayo yanaweza kwa kuongezea kipato hata wasipoajiriwa na serikali, na wenyewe kupata ule ujuzi wa kujiajiri wao kama wao na kufanya mambo yao ambayo yatawasaidia kwa baadaye kufanya maisha yao bila kuwa na vigezo vyote ambavyo vitaweza kuwasaidia. Na sasa tunaingia ndani kwenye chuo cha Tabora Polytechnic tukaangalia mandhari ambayo yako huku ndani ambacho kipo na wana, wanafunzi wapo wanachojifunza wanajifunza kutokana na mandhari yenyewe na support kujifunza, au tunaenda moja kwa moja na kuanzia sehemu ya mapokezi, ambapo ni hapa hivi, sehemu ya mapokezi kwa watu, tunaanzia hapa. Mandhari yenyewe tunaona analizisha hapa hivi, ndio technique mapokezi. Ukiangalia hapa watu ndo wanaingia hapo. Ukiangalia hapo kuna mandhari yenyewe yanaridhisha kweki ndo. Kwa hiyo chuo cha Tabora Polytechnic, na hapo mimi sina la ziada. Tumefika hadi chuo cha Tabora Polytechnic, tumeangalia mandhari yote ya nje na ndani pamoja na majengo yenyewe, tukiangalia kama hili jengo la hapo nyuma yangu liko vizuri sana. Kwa hiyo ni chuo ambacho kinastahili kupata hizo sifa za kufaulisha na fanya mambo makubwa na wanafunzi wako na uwezo wa hali ya juu. Ulikuwa nami William Nago, tukutana hadi wakati mwingine.